Uwanja huu wa ndege wa kimataifa wa Msalato utazingatia ujenzi wa viwango vyote vya hali ya juu, na kiwanja hiki ni kiwanja kinajengwa kwa daraja la 4E ambalo lina uwezo wa, kitakuwa na uwezo wa kupokea ndege hadi kubwa kabisa aina ya Boeing 787 Dreamliner ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba abiria mpaka mia tatu hamsini. Ujenzi huu unatekelezwa kwa awamu mbili a sehemu mbili ambayo ni ujenzi wa miundombinu pamoja na ujenzi wa majengo. Kwa upande wa ujenzi wa miundombinu, na ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, barabara hii ina urefu wa kilomita 3.6 kuna barabara za viungio na tuna eneo la maegesho ya ndege yani apron. Unahusisha pia ujenzi wa barabara kuu inayotoka barabara ya inayoelekea Arusha kuja kuingia uwanjani yenye urefu wa kilomita tano nukta sita lakini vile vile itakuwa na eneo la maegesho ya magari ambayo yata, utaweza kuto, eneo hilo litatosheleza magari hadi 500 vile vile tutakuwa na ujenzi wa barabara zinazoenda maeneo mbalimbali ndani mbali, ya uwanja wa ndege. Katika upande wa miundombinu pia unahusisha uwekaji wa miundombinu ya maji safi na maji taka. Kutakuwa na uzio kwa ajili ya kuimarisha hali ya usalama katika eneo hili, lakini vile vile kutafungwa taa za kuongozea ndege pamoja na miundombinu mingine. Sehemu ya pili ambayo ni ya ujenzi wa majengo, katika upande wa majengo tuna jengo la abiria ambalo jengo hili limezingatiwa viwango vyote vya kimataifa, ambayo tunatarajia litaweza kuhudumia abiria hadi milioni moja laki tano kwa mwaka. Lakini vile vile tuna jengo refu control tower kwa ajili ya kuongozea ndege lenye urefu wa mita hamsini na sita. Kutakuwa na majengo mengine ambayo ni ya kufua umeme, majengo kwa ajili ya kufua umeme, majengo kwa ajili ya miundombinu ya faya pamoja na vifaa vyake. Kutakuwa na jengo la uh, hali ya hewa uh, uh. Katika majengo haya utekelezaji unaendelea vizuri kama navyoona. Uh, kwa upande wa miundombinu umefikia asilimia tisini na tano nukta tisa tano na kwa upande wa majengo umefikia asilimia sitini na tatu. Uh, utekelezaji huu wote kwa upande wa majengo na, na, na miundombinu una thamani ya shilingi bilioni mia tatu sitini na tunatarajia kukami, mradi kwa mujibu wa mkataba utakamilika tarehe ishirini na moja mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Sisi, TANROADS A, tunaendelea kufuatilia mradi huu kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba a, viwango vya ujenzi vilivyowekwa kwa mujibu wa mkataba tunasimamia ili kuweza kupata ubora wa kazi ambayo tunaitarajia na thamani halisi ya kazi iliyofanyika ionekane. A, tunaishukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu wa mradi huu na sisi TANROADS tunahakikisha kwamba tutatekeleza yale yote ambayo tumeelekezwa kuyasimamia. Uh, kwa, kamilika kwa ujenzi huu unaenda kuleta fursa mbalimbali mbali, uh, kwa wasafiri na wasafirishaji, kwani sasa uh, ujenzi huu unaenda kuharakisha shughuli mbalimbali za kiuchumi katika eneo mkoa um, wetu huu wa Dodoma na maeneo mbalimbali mbali mbali ya nchi yetu na vile vile Aa, kupitia ujenzi huu wataalamu wamejifunza mbinu mbalimbali za kisasa za ujenzi, kwa hiyo wameongeza ujuzi zaidi, lakini vile vile tum, za, zaidi ya ajira aa, zaidi ya ajira elfu mbili zimepatikana kupitia ujenzi huu. Kwaiyo ni rai yetu sasa kwa wasafiri, wasafirishaji, wawekezaji sasa waanze kuitambua na kuiona hii fursa ya uwekezaji katika mkoa wa Dodoma kutokana na miundombinu ser ambayo serikali tayari imeendelea kuwekeza kwa ajili ya kurahisisha katika upande huo wa usafirishaji <mulia>